We, wadaku. Welcome back to my YouTube channel. Wadaku, mambo imechemka, mambo imechemka, mambo imechemka. Yaani nasema mambo imechemka. Familia yake Mili saa hii wanapigania Mili, wanapigania Mili. Wakati Mili alikuwa ako mzima, hawa watu hawakuwa wanajua Mili ni nani, walikuwa wanaacha Mili wao. Milia anateseka, anashikwa na depression Eh, familia inakuja kumruka. I remember kuna siku Milly alisema sister yake alimpiga akiwa mochari, wameenda kuchukua mama yake, badge call mother, sijui ni badge call mother ama kuna nini, so Milly, hii maisha yenye alikuwa anaishi, alikuwa anaishi na ule mbaba mwenye alizaa alizaa Sheila huko Germany ja, huyo mbaba ndiye alikuwa anafanya nini anatumia eh, Milly pesa za matumizi. Anything Milly alikuwa anataka anataka alikuwa anapata through huyu mbaba, na unajua huyu mbaba wakati amejua ati Milly amekuwa mgonjwa, amekuwa mkufi, huyu mwanaume amekuja akakuwa mgonjwa. As for now we speaking, huyu mwanaume wa Milly eh, baba Kesheila amekuwa mgo amekuwa mgonjwa, hali maututi. Hata hiyo sio shida baba yake huyu kijana mwingine pia, unaona sasa. Unajua Milly alikuwa na babake yake huyu kijana mkubwa Brian, Milly amekuwa na Sheila, baba yake Milly. Sasa angekuwa na mtoto mwingine watatu, angekuwa mtoto wa Zack the dog, lakini sasa mtoto wa Zack the dog kuna complication venye kulienda, unaona, alafu kuna tena huyu mwingine anajiita nani, Ondeke. Kuna mwingine tena kando na hiyo sasa. Sasa hata tunaja nao tuko na shida ni familia saa hii wanapigania mwili ya Mili, wanataka kuzika mwili wa Mili. Na hata hiyo sio shida, shida unataka 2.5 million Kenya shillings TikTok tunachimba pesa, TikTok tunachimba pesa. Na Milii vyenye alikuwa amesema, alikuwa amesema at least hiyo mwili yake ifanye nini, ichomwe. Milia alikuwa anasema ni heri hiyo mwili yake ichomwe, familia isichangishe pesa, familia isichangishe nini Isichangishe pesa hiyo maneno, ilitoka kwa kinywa cha Milly, sio sisi tulisema. Ni Milly the dog wife alifanya nini? Alisema in case akufe, familia wasikae chini kuchanga, familia wasinizike mimi, nichomwe, hiyo pesa ni hero apeleke watoto orphan. Huyu msichana Milly anaweza kurudi nyumbani, anaweza kurudi Germany, hata hiyo sio shida, anaweza kurudi Germany, aende akakae na baba yake, lakini huyu browni mkubwa anaweza kujitake care mtu mwenye ako na national ID anaweza kujitekea. Brown ni next of kin of which Brayo, kuna vitu zenye anajua na hawa ni wa Kisii. Wakisi wanaweza kufanya juu chini, wanaweza kufanya juu chini. Wameangamiza Brian, wameangamiza eh, Sheila ili wapigane wachukue m -m mali ya mili mali ya milindi yenye hao watu wa watu, familia wanapigania wakati Milly alikuwa mzima. Mimi kwa maoni yangu, mimi kwa maoni yangu, ningesema aje familia, sinataka 2.5 million haina shida 2.5 million kutoka kwa kwa TikTok hata sio shida. Tunaweza kuchanga hata ikapita 7, hata ikapita 8, hata ikakuwa 20. Tunaweza kuchanga hata ifike 100 million. We don't care about that. But where where the problem is, familia ilikuwa wapi wakati Milly alikuwa anataka usaidizi wakati Milly alikuwa anataka mtu wa karibu wakati Milly alikuwa na depression na stress za ndoa familia ilikuwa wapi? Ilikuwa imeacha mtoto, Milly alikuwa anakaa yatima Mili ole amekaa kama yatima. Mili amesema yeye ni yatima. Mili alikuwa analinda mandugu zake. Mili alikwanza kuna kijamaa nimekiona hapo kimachoine, sijakiona vizuri. Huyo jamaa namuonea 18, huyo jamaa mimi namuonea 18. mimi niko 100% sure. Wakisi watafanya hawa watoto wa mili waangaike. Hawa ni wale watu watadanganya ati wakati marehemu amekufa ati ho tutawachukua tuwasaidie aninyo atinyonnyo Mwanamke akishaenda kwa mchanga ria kesho yake wanaanza kuangamiza watoto wa Melia. Mili, mili azikwe Nakuru mala alikuwa anaishi huyo mili mmoja, hata achomwe. in fact mili alikuwa anasema achomwe, na hiyo alisema. Alafu sasa wanasema ati angeandika barua, barua ya nani? Na mili mwenye alitaka achomwe, achomwe, mwili yake isaulike, mwili yake saulike, isaulike. Sahi wakisi ndio wamekaa wamekaa wamepanga line hapo, wanataka wanapanga pesa budget ya mfuko ya watu Wee! wakisi wanapanga budget kwa mfuko ya watu, mfuko ya matiktoka ndio wakisi wanapangia budget. Who does that? Mili alikuwa tiktoka mwenzetu, Mili tumemchamba Mili, sisi ndio tulikuwa tunampe Mili, sisi ndio tumekuwa kama madada zake na mandugu zake wakati ameshikwa na depression ameshikwa na stress, tunakuja kwa mtandao tunamchamba, alafu anakuja anachangamka, at least anachangamka, pia anapata energy ya kukuja kwa mtandao kuset kamera ya kuanza kulia machozi. That was Milly. Alikuwa nakaa na sisi, tukikaa siku mbili ya tatu tunaanza kumchamba. Tunajua huyu Milly ako aje. Ameenda aje? Mbona anataka kufanya watu wengine wakuwe kama mayatima? mbona ako na mpenzi anataka kufanya watu wengine wakuwa kama mayatima? Unaona, Peter Kioi kuna point ameongea kuhusu hii matanga ya ya nani ya Mili. Peter Kioi amesema aje, familia inataka kukuja, inataka 2.5 million Kenya shillings kwa sababu tiktoka wanga wanachimba pesa kwa mti, na wao wenyewe wajakuja hata na shilingi kumi, jabeni. hey! ukienda Mrambe mahali Ukienda, unataka harambee ufanyiwe, harambee hata harambee ya shilingi moja hivi unasemanga, wakuu, niko na 30,000 nahitaji 500k niko na ndio ndio starting, lakini nyinyi hamna kitu, mko zero, alafu muna expect tutatoa pesa tukatai iyo ne tutatoa pesa pebi likitoka hmm. tutatoa hata kuna namba, kuna namba ilipiniwa hapo, nilitoa kidogo mtu, tutatoa pesa lakini kujeni na maana, wakati Milly alikuwa kwa mzima, hamlikuwa hampendi. Hii ni true na hii ni reality. Sisi ma TikToker ama ma TikToker wanaweza kujenga na wanaweza kukubomoa, wanaweza kukuzika na wanaweza kukufukua. Hawa watu ni wazimu, TikTok family ni wenda wazimu. Hawa watu wamekulwa akili na hii economy ya Ruto, kichwa inalipuka kulipuka Milly angepata mtu mzuri wa kukaa naye. Milly amekuwa hana, hana nyota, hana nyota ya mwanaume, hana nyota ya rafiki, hana nyota ya familia yao. Yaani, yule mwanamke alikuwa anakaa yatima complete. Akiwa mzima, mlikuwa hata mnamdanganya, mlikuwa mnamdanganya all this all that Milly anaangaika peke yake anapigana ana maisha na mabradha zake huko familia yake masiblings zake anawasimamia anakuja pia anasimamia familia yake alafu sasa mnataka ya kujifanya ati mnataka mchangishe pesa Ndiyo mkule pesa pesa ya Milly hiyo pesa ndio mkule pesa ya watoto muangamize wale watoto I'm 100% sure hawa wakisii wanataka pesa ya Milly hawataki stories za kuzika Milly Watachukua tanua coffin na wazike Milly reja rejareja wamtupanishe kule Alafu pesa zingine weke kwa mfuko. Who does that? Brayo ako na simu, Brayo hana TikTok account. TikTok account ya mamake huu msichana ndio ana rule yani ndio anafanya nini ndio ana nini, aingia TikTok live na namba hata mama yake ama namba ya Brayo, pesa zichangwe pesa zikishachangwa, brayo anaweza kusimamia matanga ya mama yake, na huyo brother yake ni Deriki. Brayo na deriki wasimame, deriki ni brother yake Mili, tulikuwa tunamuona Brayo akue hapa. Pesa itolewe, sisi wana tiktoka tuchangie Mili, pesa itolewe, brayo watoe mama yao wa mochari, walipe bili ya hospitali, watoe mochari, walipe bili ya nyumba mahali wanaishi Mama sanduku nalala pesa ngapi? Nguo atavaa pesa ngapi? Kaburi nachimbwa wapi? Na TikTok wajae pale pale kwa Mili Nakuru. TikTok watashona hivi kama El Nino Ha, watu watakuja wamejaa hivi, watakuja mpaka hata mkose mahali watakaa, wa wapi? awa ha, maTikTok hawa si walikuwa wanajifanya wanachukia Mili kama, atata, kama, mimi ningekuwa niko Kenya ningeenda, ningeenda. Ma TikToka ndiyo watajaa pale, hii watafurika. Na 100% sure wakisi wataleta vita. Hawa wakisi ni criminal. Hawa wakisi, hawa wakisi. Wakisi wataleta vita. Wataleta vita hawa watu. Wanataka wakule pesa za bure, hmm. Wale wanakujanga pale ma MCA. Oh, sijui mae, nini wanataka kwenda pale kwa Milly kujipendekeza mm. Oh, tutachukua watoto, tutawasomesha, watoto ni wetu, nyenyenye. Miezi miwili mnaanza kufukuza watoto wa watu. Kama nyinyi wenyewe, wenyu peke yake aliwashinda kukaa na nyinyi, sasa hawa oh, watoto wenyewe mtakaa na wao. Oh, wakisi, wakisi, Milly amekuwa hapa each and every day akikomplain kuhusu familia yake, kuhusu familia yake each and every day alikuwa na komplain. This Dok alikuwa anampea depression, badala nyinyi wakisimu kuja mukae na mtoto wenyu mumweleze, eh, mtoto wetu tukuja nini nakusumbua, lakini kazi yenyu ni kumcheka. Sasa ndio amekuwa mkufi, mnataka kuenda pale sasa matanga mkule 2.5 million hati kwa sababu tiktok pesa na chango. Who does that? Brayo na, na Deriki wanaweza simamia hiyo matanga Wazike sistake brazike mamake derasike sistake, pesa itoke sanduki, inunuliwe nguo, gari, kila kitu, pesa itoke, wazike, tumalizane na hiyo story. Huyu msichana pasporti yake kai ime expire itatengenezwa, atarudi jamani kwa baba yake. Huyu kijana huyu ni Mkenya, hawezi kosa mahali pa kuishi. Ni kijana mkubwa, atajilinda uzuri, si mtoto ananyonya, ni kijana mkubwa, atajilinda Bora asikae na badi kampani, asikae na badi kampani, atajijenga. Thank you wakisi. Shame on you.